Watu wengi hawajui kwamba Muhammad hakuelewa kabisa kile kilichomtokea alipokutana na kile alichosema ni Jibril. Alitetemeka, akajifungia, na alifikiri anaweza kuwa amerogwa au kupagawa. Ilikuwa ni mkewe Khadija aliyemwambia huo ni malaika Jibril. Lakini swali ni, Khadija alijuaje? Je, ni kwa msingi gani alitambua kuwa huyo ni Jibril? Biblia inaonya wazi hata malaika wanaweza kuleta ujumbe wa uongo. Katika Wagalatia 1:8 Paulo anasema hata ikiwa ni malaika kutoka mbinguni atahubiri injili tofauti na alaaniwe. Mitume wa kale walipotembelewa na malaika kama Gabriel walipokea amani, si mateso ya kiakili. Kwa hiyo, je, huna uwezekano kwamba Muhammad alikutana na kiumbe tofauti, si Jibril wa kweli, bali mmoja wa malaika waliwasi Tunaalikwa kuhoji, si kuamini kila kitu bila kutafakari. Ukweli hujitokeza kwa wanaouliza.